Tuwakaribishe vile vile madiwani wa viti maalum, lakini tuwakaribishe madiwani ambao wanaingia katika halmashauri kwa mara ya kwanza. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwatumia, kuwatumikia wananchi, na mimi ningependa tuwe ni viongozi wa matokeo na matokeo yetu, lazima tuwashirikishe wananchi katika kufanya kazi zetu, na kuwashirikisha kwetu kwanza, nyiye waheshimiwa madiwani, mnakuwa wenye viti wa kitu kinachoitwa WDC, Ward Development Committee, au kule mitaani tunaita WDC, kamati ya maendeleo ya kata. Mwenyekiti wake ni mheshimiwa diwani, wajumbe ni pamoja na wenyeviti wa serikali za mitaa. Kisheria tunatakiwa, hasa wenye viti, kuitisha vikao vya kila miezi mitatu, vikao vya wananchi, ambapo kule ndipo tunapokwenda kuibua hoja zinazohusiana na vipaumbele vya wananchi lakini hata kero za wananchi ambazo baadaye watazileta kwenye WDC. Ombi langu nawaombeni sana, ndugu zangu, kasimamieni kuhakikisha vikao vya wenyeviti wa serikali za mitaa vinaitishwa. Hata mkirudi mkiuliza, mtaona kwamba kumekuwepo na ulegevu mkubwa kwenye eneo hilo watu hawaitishi vikao. Si kikao cha kusemana, lakini cha kuambizana kwamba mafanikio yetu sote lazima yaanzie kwa wananchi. Wananchi wakiulizwa, mnakutana kwenye vikao vyenu, waseme naam, tunakutana na tunaibua. Na wewe mheshimiwa diwani, vikao vyako vya WDC navyo viitishwe ili kutupa nguvu kwamba hayo tunayokwenda kuyasimamia hakika yanatoka kwa wananchi. Mimi ndio mbilangu kubwa, na najua tuna majimbo mawili e, mimi na mwenzangu Mheshimiwa Timothy pamoja na wabunge wa viti maalum, tungependa kuona kwamba sisi wenyewe pia tunakuwa na utaratibu wa kukutana na madiwani. Kwenye majimbo mimi nazungumzia Kinondoni, nitakuwa na utaratibu wa kukutana na madiwani wa Kinondoni ili tuzungumze mambo yetu ya Kinondoni bila ya kuathiri kama mheshimiwa um, mgombea wa, wa, wa, wa umea alivyosema, asingependa kuona mgawanyiko, lakini inapokuja kwenye hoja zinazohusu Kinondoni kwa sababu mimi lazima nizak, nikazizungumzie za Kinondoni kama mwenzangu Timothy atakwenda kuzungumzia za Kawe, mi ningependa pia niwe na kokas ya kuambizana na wenzangu wa Kinondoni, kama vile Timothy atakavyokuwa na kokas ya kuambizana na watu wa Kawe. Tunapokutana katika halmashauri letu linakuwa moja. Naomba nimalizie kwa kuwashukuru kwa mara nyingine, na naamini Mheshimiwa Songoro kwa uzoefu wake ataleta uwiano wa kimaendeleo. huko nyuma tumeona baadhi ya kata kama zimesahauliwa. Fulani naamini Songoro anakuja kivingine. Na Balande, umesema wewe unakubali kutumwa na utatumika. Yuko wapi Balande? Kajificha mbona simoni? Hey, tunataka uwiano, kata zetu zote zifanye nini? Zipate maendeleo, sio kata moja ing'are zaidi na kata nyingine, na anajua Songoro analijua hili na atalisimamia vizuri zaidi. Mungu awabariki sana na aendeleze umoja wetu. Asanteni sana.